Afya njema kwa wote, yeah. Ninawashukuru kwa nguvu hii kwa nguvu hii alala waandaji wa kwa hatua hii alala. Ninaweza kuchanganyikiwa na kujikwaa mahali fulani, kwa sababu sijawahi kucheza mbele ya idadi kubwa ya watu, ingawa nina wasajili wengi. Ni rahisi zaidi kutangaza mtandaoni, kwa sababu uko katika hali yako ya starehe kwenye kiti chako, jikoni na ofisini kwako lakini katika ukumbi ni tofauti aidha ukumbi ni semi tula na unajua, kama kio cha kukuza, jua linapoipiga na inalenga kwenye uhakika na moto unawaka. Hapa jukwani kuna aina hii ya nishati kutoka kwenu, yaani unawapa kidogo tu taarifa kidogo tu hisia, na zinakurudia mara elfu na zinakuinua kabisa. Mada yangu ya leo ni pale timu inaanza na wewe mwenyewe. Yaani, nilifikiria kwa muda mrefu sana, nikajiuliza kweli, sasa nitaisimuliaje mada hii muhimu? hibreak time enukta sifuri tano se basi, labda njia sahihi kabisa ya kufikisha taarifa hii ni kusimulia tu mfano wangu mwenyewe, yaani jinsi nilivyojenga timu yangu. Nahitaji nisikilizwe na wale watu ambao wanataka kuongeza mara mbili timu yao kila baada ya miezi mitatu. Taarifa hii itawafaa wale watu ambao wanataka kuongeza mara mbili mauzo yao katika kampuni, kwenye muundo wao, kwenye tawi lao, mara mbili katika miezi miwili au mitatu. Hiyo ni kasi, kama hiyo. Lakini hii haitatokea mara moja. Kwa nini? nitakuambia ndiyo yaani nimekuwa na kampuni ya vilavi kwa miaka minne na kidogo nilifahamiana na bidhaa mnamo februari 7 2017 ninamshukuru alena alena loskina ambaye ni dedikova leo yuko hapa kwenye ukumbi alena makofi haya yote ni yako kwa sababu alichukua tu bidhaa hii na kuileta nyumbani kwangu akasema jaribu inaleta manufaa na elewa vizuri bidhaa hii baada ya siku tano tu nilijiunga na kifurushi cha biashara kwa sababu ninafuata kanuni zifuatazo. Andikeni kanuni ambazo nitazungumzia. Yapokeni, myatekeleze na mtakuwa watu wenye mafanikio. Kanuni hii ni rahisi. Ukichagua, yaani, unapaswa kuwa na mashaka wakati wa kuchagua lengo. Ukishachagua lengo, haina maana kuwa na mashaka tena. Unapaswa tu kulifuatilia. Na mnapochagua lengo yaani, mimi nilichagua kampuni, nilichagua rais, naomba mpigie makofi Dmiti Laevski, kwa sababu huyu ni mtu ambaye namwangalia kama mfano, ambaye ninatamani kuwa kama yeye. Ninaangalia tabia zake, naiga tabia hizo, naziingiza kwenye maisha yangu na maisha yangu yanabadilika. Yaani, unapopenda kuwa na mafanikio, unahitaji kuchagua kampuni yenye mafanikio. Unahitaji kuchagua kiongozi mwenye mafanikio, mlezi na kabisa kuiga tabia zake zote. Hiyo ni kushiriki katika kurudia. Hakuna haja ya kubuni chochote mwenyewe. Wimbo wa kuteleza tayari umewashwa, hiyo ni kila kitu. Barabara iko kusafisha, kumekatwa. Unachotakiwa kufanya ni kufanya tu kile ambacho washauri wako wakuu au viongozi waliofaulu katika miundo mingine hufanya. Wewe pia huna hata mmoja, unaweza kuchukua viongozi watano hadi kumi kwako na kuangalia tu kila siku. Lakini si lazima tu kuchunguza, inabidi ukubali tabia zao na kuzitambulisha katika maisha yako, na maisha yako yataanza kubadilika kama vile vizuri. Yataanza kubadilika kama wale matajiri waliofanikiwa milifanya. Lakini si kila kitu kilifanya kazi mara moja, tuna ego ya ndani, naweza kufanya vizuri zaidi huko, ndiyo naweza kuifanya huko na pale nilifanya makosa, nilianguka, nikaamka tena, nikaanguka, nikaanguka chini. Na kipindi hiki kilidumu takriban miaka miwili hadi mitatu kwenye kampuni. Kwa nini naweka mkazo kwenye hili? Nataka mjue kwamba mafanikio ya haraka hayapo. Mafanikio yatakuja baadaye kidogo, si mara moja. Kwanza ni masoko ya mtandao. Mwanzoni ni kama biashara ya kawaida. Unatakiwa kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa bidii, kufanya kazi kwa bidii. Lakini kama unafanya kila kitu ipasavyo, unaandaa msingi huu, unajenga timu, unaweka mstari wa kwanza, mstari wa pili, unalichukulia kwa umakini, unatoa muda wako kila siku. Jambo muhimu zaidi ni kufanya kazi juu ya nafsi yako na kusonga mbele kuelekea mafanikio kila siku. Haupasi kuwa na miaka kadhaa ya mapumziko kabisa, yaani unapaswa tu kufanya kazi kwa bidii, na ni baada ya miaka miwili au mitatu ndipo timu yako itaanza kuongezeka mara mbili, mauzo yako yataongezeka mara mbili, na utaanza kupita baadhi ya vigezo vya mafanikio bila hata kugundua. Utaelewa hili kwa mfano wangu, kama utasoma historia yangu Alaga, yani hatua hii ya miaka miwili au mitatu inaundwa hii vizuri, inaundwa kwa hivyo. Mwanzoni unakuja kwenye uuzaji wa mtandao amala, tupu hiyo ina maana kwamba huna tabia zinazofaa. Ulifundishwa jambo moja shuleni, lingine chuo kikuu, mara rai wazazi kama sheria. Vizuri, yani mimi ni kutoka kwa familia rahisi ya wakulima. Mama yangu alikuwa mwendeshaji wa kreni na baba yangu alikuwa msaidizi wa dereva wa treni. Yaani, nilikulia shambani, nilikuwa nakata majani ya mifugo nikiwa na miaka sita. Aa, nilikuwa nasafisha samadi kwenye banda kule, nilikuwa nafuga sungura, kuku na kadhalika. Yaani lakini leo niko jukwani nikiwa na sifa za juu na ninapata mamilioni ya rubo kila mwezi na mimi kwa furaha kubwa na shauku tele na gawana uzoefu huu muhimu, na nataka mwondoke hapa leo mmejaa nguvu na ari mpya, sio leo tu, hata kesho au kesho kutwa, mwondoke mmechochewa kikamilifu, yaani mpate kutoka kwangu na kutoka kwa wazungumzaji wengine aa, kutoka kwa viongozi wengine, zana tabia, na mwanze tu kuzitumia kila siku. Ah, mambo rahisi tu. Ndiyo, miaka miwili au mitatu. Nini nilichofanya? Kwanza kabisa niliunda mitandao ya kijamii, nikaanza kuweka machapisho huko, kujifunza kuhusu bidhaa na mara moja nikaanza kunakili hayo kwenye mitandao ya kijamii. Kurekodi video, kusimulia, kufanya mawasilisho kwanza kwa ndugu, kisha kwa marafiki, halafu kwa watu nisiowafahamu na mnapitia watu wengi mara kwa mara, mara nyingi sana. Mpaka leo daftari langu la anwani lina jumla ya mawasiliano elfu sita. Kuna wawasiliani elfu sita kwenye ipone. Kwa kawaida siwezi kuwasiliana na kila mtu, lakini kati ya rubles elfu sita nilitoa o, oh, watu rubles, watu elfu sita nilitoa habari, nilitoa nilitoa, na nilipata familia yangu, kwa maana kwamba ulitazama sinema familia ni yani, familia ipo ambayo unalea watoto pamoja nao unawafundisha, mnaanzisha familia. Lakini pia kuna familia kwenye biashara, kuna familia kwenye masoko ya mtandao, na nilikuwa natafuta watu saba. Sasa hivi tayari wako wanane. Hawa wanane, basi wakati wa kutengeneza filamu walikuwa saba, sasa ni watu wanane. Hao ni watu kwenye mstari wangu wa kwanza ambao wana mtazamo sawa kabisa na mimi lakini nilitumia miaka mitano ya maisha yangu kuwapata hawa watu wanane muhimu. Kwa nini tena nasisitiza kwamba hauhitaji kila mtu? Watu wengi wanaogopa masoko ya mtandao kwa sababu wanasikia viongozi wakitoka na kusema kwenye timu yangu kuna watu elfu sita na mtu anashikwa na hofu, anafikiria da, mimi kwenye daftari langu nina watu mia tu Nitawezaje kupata watu elfu sita kwenye timu yangu? Na itachukua miaka mingapi? Labda miaka mia kualika watu wote hawa. Kwa kweli, hofu hii inatengenezwa, lakini ni siyo sahihi. Unahitaji kupitia orodha yako ya marafiki wapya na wazamani, ndugu na jamaa, waambie wote malengo yako, waambie unachotaka kufikia maishani, na upate watu saba, wanane au labda kumi kwa wengine, ambao watakuwa washirika wako wakuu Hawa ndio mtakaokuwa nao kila siku, kama familia yako, mkila pamoja mezani, mkishirikiana kila siku, mkisafiri pamoja kila siku na kufanya mawasilisho pamoja kila siku. Yaani, hii ni kama kikundi kisichovunjika, kama vile sega la asali. Yaani, watu saba hadi nane wanaunda sega kama hili, na imnachangiana nguvu zenu na sasa haijalishi kabisa nani ataingia kwenye eneo lenu, hawezi kubadilisha imani yenu, hawezi kuleta hasi yoyote kwenye nafasi yenu, hawezi kuwashawishi mwache malengo yenu muhimu au kufanya jambo lolote baya kabisa, ili kwa mfano kuvunja wazo lenu la msingi. Unahitaji kujizungushia watu kama hawa, wenye msimamo thabiti. Mimi nilitumia miaka mitano na watu hawa, hawakuwa ndugu zangu. Watu hawa hawakuwa wenzangu wa darasani, hata wanaishi maeneo mengine, mikoa mingine. Kwa sababu leo, kwa nini ilitokea hivyo? Kwa sababu kuna intaneti. Nilianza tu kurekodi na kuweka video zangu, mtazamo wangu wa dunia, na watu hawa walinijia wenyewe. Yaani, unachotakiwa kufanya ni kusimulia kuhusu wewe mwenyewe, usibaki na kila kitu moyoni mwako. Watu wengi wanafikiri, oh, mafanikio yanahitaji utulivu, pesa zinapenda utulivu, mafanikio yanapenda utulivu. Hiyo si sahihi. Ndiyo, pesa zinapenda utulivu, lakini mafanikio eh, mafanikio lazima yasimuliwe, lazima uyatangaze, lazima utangaze malengo yako na ujenge timu yako na leo hii watu hawawote kila mmoja wao wanahudhuria kila tukio, kila wanahudhuria pamoja nami. Na leo ni wakati wa kihistoria kwamba Crystal Dream. Nilikuwa kwenye Enchristal Dream msimu uliopita wavuli, nikiwa peke yangu kutoka kwenye timu yangu, sivyo? Lakini leo tuko watu tisa, hata zaidi, kwa sababu wengine tayari wameongezeka kwenye orodha. Kimsingi nilikuwa peke yangu kwenye Crystal Dream, nusu mwaka umepita sasa. Kwenye Crystal Dream tuko watu kumi na mbili hadi kumi na tano yaani nimejizidisha mara 15 kwa vigezo vya kufuzu kimsingi. Na ndivyo timu yako itakavyokuwa, kama utaweka vipaumbele sahihi kila siku na kufanya mambo yanayofaa. Kisha miaka miwili au mitatu ikapita katika hali hii ya kusimama, kama ilivyo kwenye biashara ya kawaida, na sasa kuna mafanikio makubwa yanatokea. Nitawaeleza kwa nini na jinsi yanavyotokea kwa sababu kadri muda unavyopita, kama vile mtoto wakati fulani hakuweza kutembea, alikuwa anajikwaa, ndiyo anaanguka, anajeruhi pua, anapata michubuko, maumivu au vidonda, na kwa wengine hata maumivu makali, ndiyo anagonga paji la uso, mfupa unaonekana na kadhalika. Lakini angalia watoto, sivyo? Yaani wao hata wakidondoka mara kadhaa hawakati tamaa, kwamba watajifunza kutembea tu hata wazo hilo halipiti akilini mwao. Lakini kwa nini ninyi watu wazima, mkifanya mawasilisho kadhaa, mkialika watu mara kadhaa, mkakataliwa, kwa nini mnaacha ndoto zenu? Kwa sababu mna mitazamo iliyojengeka kichwani mwenu, mna mawazo mengi potofu ambayo yanahitaji kufutwa na hasa kuzaliwa kwa watoto na kuwaangalia watoto, watoto wangu, watoto wa jirani, hata watoto wa watu wengine. Nilianza kuchukua sifa hizi kutoka kwao na kuziweka kwenye maisha yangu. Na hasa kuzaliwa kwa watoto pamoja na kuwalea na kuwaangalia kunakupa mtazamo mpya wa jinsi unavyoweza na unavyopaswa kusonga mbele maishani. Na tena, kwa nini naendelea kuzungumzia kuhusu watoto? Katika mstari wangu wa kwanza karibu wanandoa wote wengi wao wana watoto wengi. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu hawa jamaa wanajua jinsi ya kuunda seli za jamii. Tunaweza kutegemea na sisi kwa sisi na inatokea kwamba inaonekana kama naenda Crystal Dream na timu ya watu kumi na mbili hadi kumi na tano lakini ukweli ni kwamba kila mmoja wao ana wanachama wa familia watatu, wanne, watano na kimsingi tayari nina timu ya watu elfu moja ambao wananipa msaada katika kila kitu. Kwa hiyo chagueni watu na wateni nao wawaichague. Timu yangu yote ni ya wanaume, sina wanawake kwenye mstari wangu wa kwanza, lakini hii si lawama kwa wanawake ni kwamba tu nina mtazamo wangu wa kidunia wa asili. Kwa mtazamo wetu, mwanamke hapaswi kutafuta chakula, kuleta na kulisha familia, hiyo inapaswa kufanywa na mwanaume, na mwanamke anapaswa kufanya kile anachopaswa kufanya, sivyo? Yaani apike vizuri, afue nguo, tena akitumia vifaa vya kisasa kabisa vya nyumbani, vile vya bei ghali zaidi, asafiri kwa magari bora kabisa na kadhalika avai nguo kutoka maduka ya kifahari zaidi, mabuti na kadhalika. Yaani tuko sawa, lakini kila mmoja anapaswa kutimiza jukumu lake, kama vile gia kwenye saa inavyofanya kazi yake. Hebu tuchukue miili yetu ya kimwili. Unawezaje kujua ni nani kati yao ku moyo, figo, mguu, mapafu? Wote ni sawa. Katika familia zetu, kila mtu ni sawa Watoto, wazazi, babu, bibi, wanaume na wanawake, wote ni sawa, lakini kila mtu kama koge anajua kazi yake, na tunafanya kazi hii katika timu. Pia tunafanya kazi na kila mtu mmoja mmoja. Kama mtu ana asili ya ubunifu, hatumpi kazi za kiufundi. Kama mtu yeyote katika timu yangu ana akili ya kiufundi na anafurahia sana kufanya kazi za kawaida za kiufundi, basi tunampa kazi hasa za kiufundi na majukumu yanayohusiana na hayo. Yaani, haupaswi kumbebesha mtu kitu ambacho hapendi. Kwa kawaida katika kampuni nyingi za mtandao wamebuni tu, sijui wameandika kanuni fulani, halafu wanawalazimisha wote kufuata hiyo kanuni. Hii pia si sahihi, kwa sababu haupaswi kumlazimisha mtu afanye kazi ambayo hataki kuifanya. Unapaswa kumtafutia mtu huyo kazi ndani ya timu ili achukue nafasi yake maalum, na hapo ndipo atafurahia kazi yake, atakuwa na manufaa, atakuwa na ufanisi na atachangia faida kwa timu nzima kwa pamoja. Ninabaki naangalia monitari, mara ya kwanza ninafuatilia muda. Kawaida sifuatilii, siishi kutumia alamu. Ninaamka saa yoyote niliyoamka, na dunia isubiri. Na kwa hizi dakika saba zilizobaki, nataka kushiriki nanyi mtazamo wangu wa leo, ndiyo siyo, tena kutoka mwanzo, bali kutoka mahali ambapo uko tayari kwenye mwendo, jinsi bado inavyopaswa kubadilisha tabia zako. Yani kama mwanariadha, sivyo? Yani, umeweka lengo moja ukajifua kwa miaka miwili au mitatu. Matokeo yanayofuata mwanariadha anayapata haraka zaidi, kwa sababu tayari ana uzoefu nyuma yake. Kwa nini sasa hivi kuna mafanikio makubwa ya haraka, sivyo? Yani mafanikio ya haraka sana, kwa sababu tayari tumeshaunda timu, tumeshajifunza maarifa yote pale, tumejua tunakoelekea, jinsi ya kusaidiana na tunakuwa kwa kasi sana. Lakini mimi natumia kanuni fulani katika timu yangu na pia kwenye familia yangu. Hii ni kanuni ya jinsi ninavyogawa rasilimali za kifedha ninazopata, haijalishi kama ni kwenye biashara ya kawaida, kwenye masoko ya mtandao, kwenye biashara ya familia au sehemu nyingine yoyote ninapopata kipato, sivyo? Nauza hapa na pale kwenye masoko ya fedha za kidijitali na sehemu nyingine pia, sivyo? Ninaendeleza biashara za kawaida, naunga mkono shughuli za hisani. Kila mwezi, naigawa mapato yangu ya mwezi mzima katika sehemu tatu sawa. Sehemu moja ya tatu ya pesa ninazopata kila wakati natumia kwa mstari wangu wa kwanza, na wanunulia ifone na magari mengine mengi ya kifahari na ya kisasa yenye teknolojia ya hali ya juu. Nafanya promotion ya biashara kwa kutumia pesa zangu mwenyewe na nawapa watu nafasi ya kujaribu bidhaa. Kwa wale watu ambao kwa sasa hawawezi kununua bidhaa za biashara, yaani kiasi cha bidhaa. Hii ni kama kutoa msaada wa hisani. Ninafanya nini na ile sehemu ya pili ya tatu? Sehemu ya pili ya tatu natumia kuwasaidia watu waliofungwa na kusaidia familia zao. Kama vile mke wake, watoto watatu au wanne. Mtu amepewa kifungo, haijalishi kama ana hatia au hana, katika hali fulani. Lakini ninaamua kusaidia shule za awali, vituo vya watoto yatima na chekechea, kwa ujumla tu kutoka kwa watu karibu nami, walemavu huko na kadhalika. Ah, na theluthi moja ambayo ni theluthi tatu, ndiyo. Na ninaacha theluthi moja kwa maisha yangu mwenyewe, yani naiacha kwenye familia. Na hii ndiyo kanuni ninayoishi. Sikulazimishi kufuata sheria hii. Hii ni sheria yangu inafanya kazi. Kila mtu kwenye timu yangu hutumia sheria hii. Labda ndiyo maana tuna matokeo makubwa sana, kasi kubwa sana. Labda mtu fulani anazungusha pingamizi kichwani mwake da, lakini mimi sasa hivi ni maskini sina furaha. Sina, siwezi kutoa theluthi moja. Siwezi, hata kwangu mwenyewe siwezi. Hii ipo kwa vio vyote vile kama pingamizi ukumbini. Jamani, aya, tukizaliwa wote tunazaliwa sawa, hiyo ni uchi ndogo, hatuna chochote, hatuna ujuzi, hatuna uwezo. Hivi ndivyo tulivyo, kisha tunakuwa sawa na sasa tuko katika maisha ya watu wazima. Kweli nikana kwamba hakuna pesa, hakuna nyenzo za kuifanya jinsi ninavyofanya leo, sivyo? Kile nilichowaambia kuhusu ile theluthi moja lakini mnasahau kwamba mna mikono mna miguu. Mimi kile ninachowaambia nilifanya pia wakati sikuwa na rasilimali, wakati nilihitaji katika masoko ya mtandao kununua bidhaa ili tu kutumia bidhaa za bei ghali. Nimekuwa katika soko la mtandao tangu elfu mbili na nne, yaani ninaifahamu. Nimetembelea makampuni mengi tofauti na matukio, kweli nilitulia kwa Velari mara moja na kwa wote. Na nilifanya nini wakati sikuwa na chochote? Ningeweza kumfanya mtu atabasamu. Ningeweza kumsaidia bibi yangu kuvuka barabara na bado ninafanya hivyo. Ningeweza kuwasaidia majirani zangu kufuta theluji. Walinishukuru kwa chakula, pesa, labda kwa kupeana mkono tu. Hiyo ni unaweza kuwa na manufaa kila wakati. Na kwa kweli kusudi la mtu yeyote, ikiwa umewahi kufikiria juu ya kusudi lako, kwa nini ulizaliwa, kwa nini unaishi, ni nini kusudi la maisha yako yote? Ni ya msingi rahisi. Lengo la mtu yeyote katika maisha haya ni kuwa na manufaa kwa ulimwengu wote unaomzunguka. Lazima uwe muhimu kwa maumbile, wanyama, watu wengine, vitu, mito, maji, hewa. Kuwa na manufaa kwa kila mtu. Na kisha utakuwa na mafanikio makubwa, furaha nyingi na upendo mwingi. Na kushukuru Bwana, na tunaendelea na tukio.